Kwa business, wanabiashara ndio wanainua uchumi yeah. Wanabiashara ndio wanafanya taifa letu liwe jinsi ilivyo. Kwa hivyo tukiinua nyinyi, mtalipa taxes ya kulipa mishahara wafanyakazi wote Kenya nzima yeah. Na umuhimu tunataka tuombe kwamba kila mtu mutu ajoin kwa business community, kila mtu ajoin hii maneno ya groups. Nataka niombe hivi ukiwa na kibanda yako leo tuko 2025 2026, hata kama ni stock wacha iko iko different. Yani growth iko directly proportional to development na soko inapojengwa, najua biashara inakua. Alafu tunaingia na laf, tunaingia, tunakuwa urban center. So tunapopandishwa kuwa urban center, wana biashara, pesa itaingia mfukoni. Hatutengenezi hii kitu kwa sababu ya siasa, si ndio? Sisi tunatengeneza hii kitu kwa sababu tunataka wanabiashara, iwe ni mkulima ama yule mwanabiashara mwingine yoyote aweze, yeah. kuinuka na kuwa na nguvu ya kutembea, si ndio? yeah. siposhikana mkono tunaenda popote lazima. okay. okay. tushikane mikono ndio tusonge mbele, yeah. Kwa hivyo mimi ninasema asanteni sana kwa kukuja na kujinyima na kutoa, mmetuinua. Mimi naomba mnishike mkono, tujiunge twende pamoja, na mimi nitasukuma hii gurudumu mbele yeah.